Bilionea amfuatilia kwa siri binti yake mjamzito wa miaka 19 baada ya shule. Alishtuka alipoona kilichotokea. Katika mitaa tulivu ya Lavington, Nairobi, palikuwa na nyumba kubwa iliyomilikiwa na bilionea mashuhuri Mzee Rashid Mwangemi, tajiri wa biashara za real estate, insurance na finance investments. Licha ya utajiri wake, moyo wake ulikuwa mzito kwa sababu ya jambo moja tu. Binti yake wa pekee, Amina mwenye umri wa miaka 19 na mwanafunzi wa chuo cha Kenya Institute of Media Studies alikuwa mjamzito. Lakini kilichomuumiza zaidi si ujauzito bali kutokujua baba wa mtoto ni nani. Amina alikuwa msiri kupita kiasi na kila akimuuliza alijibu kwa upole, "Baba, nitakuambia wakati sahihi." Lakini wakati sahihi haukuwahi kufika. Siku hiyo ya Alhamis, Rashid aliamua kufanya jambo ambalo hakuwahi kufanya maishani mwake: kumfuatilia binti yake kwa siri. Alivaa kofia, miwani meusi na shati la kawaida, akajifanya mtu wa kawaida kabisa. Alimfuata Amina kwa umbali, akiona jinsi alivyotembea polepole kuelekea kituo cha mabasi cha Yaya Center. moyo wake ulipiga kwa nguvu. "Kuna kitu ananificha," alijiambia lakini hakutarajia hata kidogo kwamba safari hiyo ingempeleka mahali ambapo hata pesa zake, nguvu zake, wala hadhi yake kama bilionea hazingeweza kumsaidia. Na kilichomsubiri mwisho wa siku hiyo kilikuwa mwanzo wa siri nzito kuliko yote aliyowahi kukutana nayo. Rashid aliendelea kumfuata Amina kwa umbali wa mita kadhaa, akihakikisha hashtukiwi alikuwa amewahi kufuatilia washindani wake wa real estate na finance investments, lakini hakuwahi kufuatilia mtu aliyempenda kiasi hiki. Kila hatua aliyochukua iliongeza wasiwasi moyoni mwake. Amina alifika Yaya Center, akasimama pembeni ya duka la insurance services, akatazama saa yake kana kwamba alikuwa akisubiri mtu. Rashid alijificha nyuma ya gari lililokuwa limeegeshwa, akijifanya kuangalia simu. baada ya dakika chache kijana mmoja mwembamba mwenye sura ya utulivu na mavazi ya kawaida alifika. Alikuwa na begi la mgongoni na sura ya mtu anayejitahidi maishani. Amina alitabasamu kwa upole alipomuona, tabasamu ambalo Rashid hakuwahi kuliona nyumbani kwa muda mrefu. "Shikamo Amina," kijana alisema kwa heshima. Amina akajibu , "Marhaba Yusuf, umefika mapema leo." Rashid alishtuka. Yusuf, hilo jina halikuwa geni alikuwa kijana aliyewahi kufanya kazi ya muda mfupi kwenye moja ya miradi yake ya real estate huko Kilimani, kijana mpole mwenye bidii lakini maskini kupindukia. Lakini swali moja lilimchoma kama moto: kwa nini Amina anakutana na Yusuf kwa siri, na mbono alionekana mwenye furaha isiyo ya kawaida akiwa naye? Rashid aliendelea kuwatazama Amina na Yusuf kwa makini, akijaribu kusoma lugha ya mili yao. Walionekana kuzungumza kwa utulivu lakini kulikuwa na kitu kingine, ukaribu wa hisia uliomfanya moyo wake udunde kwa kasi. Amina aliweka mkono wake tumboni kwa upole, na Yusuf akainama kidogo, kana kwamba alikuwa kuuliza hali ya ujauzito. umejisikiaje leo? Yusuf aliuliza kwa sauti ya upole. Amina akatabasamu. nimechoka kidogo, lakini niko sawa. daktari alisema kila kitu kinaendelea vizuri. maneno hayo yalimgonga Rashid kama radi. Daktari, kwa nini Amina hakuwahi kumwambia kuwa alikuwa akienda kliniki na kwa nini Yusuf ndiye anayejua kila kitu? Wakati huo, Yusuf alimkabidhi bahafa ndogo ya rangi ya kahawia. Amina aliifungua haraka, akatoa karatasi kadhaa zilionekana kama risiti za hospitali na fomu za insurance. Rashid alihisi miguu ikitetemeka. Yusuf ndiye anayelipia gharama za kliniki. Hilo halikuingia akilini. Kijana huyo alikuwa maskini akifanya kazi za vibarua kwenye miradi ya real estate. Aliwezaje kumudu gharama hizo? Amina alimtazama Yusuf kwa shukrani isiyo na mfano. Asante kwa kila kitu, bila wewe sijui ningekuwa wapi. Maneno hayo yalimzidi kumuumiza Rashid kuliko kitu chochote aliyowahi kupitia. Rashid alihisi mikono yake ikitetemeka alipowaona Amina na Yusuf wakianza kutembea kuelekea barabara ya kuelekea Hurlingham. Walipofika bustani ndogo karibu na hospitali ya kibinafsi Amina akaketi kwenye benchi akavuta pumzi ndefu. Yusuf akakaa karibu naye akamshika mkono kwa upole. Amina, usijali, tutapitia haya pamoja, Yusuf alisema kwa sauti ya utulivu. Amina akamwangalia kwa macho yenye huzuni na matumaini kwa wakati mmoja. Lakini Yusuf, baba akijua, sijui atachukua hatua gani. Rashid alihisi kama dunia imesimama. Kwa hiyo Amina alikuwa na mficha kwa sababu yake. Yusuf aliendelea, mimi sina pesa nyingi lakini nimeanza kufanya investment ndogo ndogo. Nimejiunga na kikundi cha vijana wanaojifunza finance na insurance planning. Nataka kuhakikisha wewe na mtoto mtakuwa salama. Maneno hayo yalimgusa Rashid kwa namna isiyoelezeka. Kijana huyo maskini alikuwa akijitahidi kwa namna ambayo hata baadhi ya marafiki zake matajiri hawangefanya. Lakini bado kulikuwa na swali moja kubwa. Je, Yusuf ndiye baba wa mtoto? Rashid alihisi joto likipanda usoni, alikuwa karibu kujitokeza lakini alisita. Amina na Yusuf waliendelea kuzungumza kwa utulivu, lakini Rashid alihisi kama kila neno lilikuwa likimchoma moyoni. Alikuwa amesimama nyuma ya mti mkubwa akisikiliza kila kitu kwa makini. "Amina," Yusuf alisema kwa sauti ya upole, nimepata kazi mpya ya muda kwenye kampuni ya insurance pale Upper Hill. si kubwa sana, lakini itanisaidia kuendelea kulipia mahitaji yako. Amina ashusha pumzi ndefu, macho yake yakijaa ya ukungu wa hisia. Yusuf, sihitaji uniteseke kwa ajili yangu. Hata kama baba hatanielewa, sitaki uanze maisha yako kwa mzigo Yusuf alitikisa kichwa, wewe si mzigo, hata kama dunia nzima itakugeuka mimi nitasimama na wewe. Maneno hayo yalimfanya Rashid hahisi mchanganyiko wa hasira na mshangao. Kijana huyu alikuwa tayari kujitoa kwa hali ambayo hata wanaume waliokomaa hawangefanya. Lakini kabla hajamaliza kufikiri, Amina akatoa bahafa nyingine kutoka kwenye mkoba wake. Yusuf, kuna kitu nataka nikuonyeshe, lakini naogopa Yusuf akamshika mkono, niambie, hakuna kitu tutashindwa. Amina akaifungua bahafa polepole pole, karatasi ikatetemeka mikononi. Rashid alijikaza kutoka kwenye maficho yake, karatasi ile ilikuwa na kitu kingebadilisha maisha yao wote. Amina alitoa karatasi ile taratibu, kana kwamba ilikuwa kitu cha thamani isiyoelezeka. Yusuf alisogea karibu zaidi, macho yake yakionyesha wasiwasi na matumaini kwa wakati mmoja. Rashid akiwa nyuma ya mti alihisi pumzi ikimkatika. Amina, hiyo ni nini? Yusuf aliuliza kwa sauti ya chini. Amina alimeza mate, akafungua karatasi ile kikamilifu. Hizi ni matokeo ya vipimo vya daktari, alisema kwa sauti iliyotetemeka. Vipimo vya kuthibitisha afya ya mtoto na baba yake. Rashida alihisi moyo wake ukisimama kwa sekunde kadhaa. Hatimaye ukweli ulikuwa hapo. Yusuf alichukua karatasi kwa mikono inayotetemeka alipoisoma, macho yake yalijaa machozi. Amina, kwa nini hukuniambia mapema? Amina akashusha pumzi ndefu. Niliogopa, nilijua ukijua ukweli, unaweza kuondoka. Nilijua maisha yako ni magumu na sikutaka kukuletea mzigo mwingine. Yusuf alitikisa kichwa, machozi yakimdondoka. Amina, hata kama dunia yote itanigeuka, sitakuacha. Huyu mtoto ni wangu, na nitawapigania hadi mwisho. Rashid alihisi nguvu zikimuishia. Kwa hiyo, Yusuf ndiye baba wa mtoto, lakini bado kulikuwa na swali moja kubwa lililomtesa: kwa nini Amina aliamua kumficha yeye, baba yake, ukweli huu wote? Rashid alisimama kimya nyuma ya ule mti akihisi kama dunia ilikuwa ikimzunguka. Alikuwa amesikia ukweli kuhusu baba wa mtoto, lakini bado hakuelewa kwa nini amina aliamua kumficha. Kila kitu kilionekana kama fumbo lililokosa kipande moja muhimu. Amina alifuta machozi yake pole pole. Yusuf, kuna sababu nyingine kubwa zaidi ya kwa nini sikutaka kumwambia baba, alisema kwa sauti ya chini. Yusuf alimsogelea. Niambie Amina, sitakuhukumu. Amina akatazama mbali, macho yake yakielekea barabara ya magari. Baba yangu anaamini maisha ni business, investment, finance na mipango mikubwa. Kwa miaka mingi amekuwa akitaka nifuate njia yake, lakini mimi, mimi nilitaka maisha ya kawaida. Nilipokutana na wewe, niliona mtu anayenielewa bila kunilazimisha kuwa mtu mwingine. Yusuf alishika mkono wake kwa upole. Amina, baba yako anakupenda. Labda anaogopa tu kukupoteza. Amina akatikisa kichwa. Hajawahi kunisikiliza. Na nilijua akijua ukweli unaweza kuondoka. Nilijua maisha yako ni magumu na sikutaka kukuletea mzigo mwingine. Maneno hayo yalimgonga Rashid kama kisu moyoni. Kwa hiyo binti yake alimficha kwa sababu ya hofu yake mwenyewe. Alijikuta akishika kifua chake, akihisi maumivu aliyoyasababisha bila kujua. Rashid alisimama kimya kwa dakika kadhaa akijaribu kutuliza pumzi yake. Alikuwa billionaire, mtu aliyekuwa na ushawishi mkubwa katika real estate, insurance na finance investments, lakini mbele ya ukweli huu alihisi kama mtu asiye na nguvu. Kwa mara ya kwanza aliona maisha ya binti yake kwa macho ya mapya, macho ya baba aliyekuwa amepotea katika ulimwengu wa pesa na mipango mikubwa. Amina aliendelea kuzungumza na Yusuf, sauti yake ikiwa ya huzuni. Baba yangu ni mtu mzuri, lakini anaamini pesa ndiyo suluhisho la kila kitu. Anaamini mtu asiye na mali hawezi kunilea vizuri. Nilihofia atakudharau, Yusuf. Yusuf alishika mkono wake kwa upole. Amina, mimi siwezi kushindana na bilionea, lakini naweza kukupenda, kukuheshimu na kumtunza mtoto wetu kwa moyo wangu wote. Rashid alihisi machozi yakimjaa, jambo ambalo halikuwahi kumtokea hadharani. Kwa mara ya kwanza aliona upande wa maisha ambayo pesa zake hazikuweza kugusa. Amina aliendelea kuzungumza, nilitaka kumwambia, lakini kila mara nilipomwona akizungumza kuhusu miradi yake ya real estate na mipango ya insurance, nilihisi kama sitatosha. Nilihisi kama nitamvunja moyo. Rashid alishika kichwa chake kwa mikono miwili, lakini kumbe tayari moyo wake ulikuwa umevunjika, si kwa ujauzito, bali kwa ukweli kwamba binti yake alimwogopa. Rashid alikaa kimya kwa dakika kadhaa, akijaribu kutuliza pumzi yake. Alikuwa billionaire, mtu aliyekuwa na ushawishi mkubwa katika real estate, insurance na finance investments, lakini mbele ya ukweli huu alihisi kama mtu asiye na nguvu. Kwa mara ya kwanza, aliona maisha ya binti yake kwa macho ya mapya. Macho ya baba aliyekuwa amepotea katika ulimwengu wa pesa na mipango mikubwa. Amina aliendelea kuzungumza na Yusuf, sauti yake ikiwa ya huzuni. Baba yangu ni mtu mzuri, lakini anaamini pesa ndiyo suluhisho la kila kitu. Anaamini mtu asiye na mali hawezi kunilea vizuri. Nilihofia atakudharau Yusuf. Yusuf alishika mkono wake kwa upole. Amina, mimi siwezi kushindana na bilionea, lakini naweza kukupenda, kukuheshimu na kumtunza mtoto wetu kwa moyo wangu wote. Rashid alihisi machozi yakimjaa, jambo ambalo halikuwahi kumtokea hadharani. Kwa mara ya kwanza, aliona upande wa maisha ambayo pesa zake hazikuweza kugusa. Amina aliendelea kuzungumza. Nilitaka kumwambia lakini kila mara nilipomwona akizungumza kuhusu miradi yake ya real estate na mipango ya insurance nilihisi kama sitatosha, nilihisi kama nitamvunja moyo. Rashid alishika kichwa chake kwa mikono miwili, lakini kumbe tayari moyo wake ulikuwa umevunjika, si kwa ujauzito, bali kwa ukweli kwamba binti yake alimwogopa. Rashid alijitoa taratibu kutoka nyuma ya mti, akitembea kuelekea Amina na Yusuf kwa hatua nzito. Wote wawili waligeuka kwa mashangao, macho yao yakijaa hofu. Amina alishika tumbo lake kwa wasiwasi, huku yusuf akisimama kama mtu aliyekamatwa bila kutarajia. Baba, amina alisema kwa sauti ya kutetemeka. Rashida akasimama mbele yao, akavuta pumzi ndefu. Amina, nimewasikia wote, kila neno, na leo nimejifunza kitu ambacho pesa zangu hazikuwahi kunifundisha. Amina, machozi yakaanza kumtoka. Baba, nilikuogopa, sikutaka unione kama nimekudhalilisha. Rashid akamsogelea, akamshika mkono. wewe ni binti yangu, na nimekosea kukufanya uamini kwa mali ndiyo kipimo cha thamani ya mtu. Kisha akamgeukia Yusuf. Kijana, sina cha kukwambia zaidi ya hili. Umenifundisha maana ya upendo wa kweli. Kama uko tayari kusimama na binti yangu, basi mimi nitasimama na nyinyi. Yusuf alishusha pumzi ndefu, machozi yakimdondoka. Mzee Rashid, sitawaangusha. Rashid aliwakumbata wote wawili kwa mara ya kwanza, akihisi amani ambayo haikuwahi kununuliwa na real estate insurance wala finance investments. Na hapo safari mpya ya familia ilianza, safari ya upendo, kuelewana na kuponya majeruhi ya zamani.